Ndani yake na ni moja mechi ambayo imejenga undugu ndani yake, yake. Tazama namna the way mchezo ulivyoenda, hakuna goli wote uliotokea uwanjani hakuna, ni undugu na upendo I I ya, hivi ndo namna uh, soka linavyotaka. Soka linataka vitu kama hivi. Tumaini sasa wanajaribu kuamsha moto, Tumaini Tumaini tena wanaingia katika nafasi sasa ilikuwa ni nafasi nzuri kabisa yeye na, na golikipa lakini anapoteza nafasi ile, na washabiki wa eh, kikosi cha Tumaini walikuwa tayari wameshanyanyuka, lakini wamekuja eh, kushangaa kwamba kwa nini kwa nini mchezo mtano sasa. Tumaini FC wana kazi, wana tabu sasa, wameanza kama kupoteana na wao mali anayo sasa. Winga kishada anakiwa sasa. Isa isa tena anapiga pasi nzuri kumtafuta Samaliye, offside. Chuo aska shunku dakika za mwanzo alikuwa wa moto sana, lakini kwenye kipindi hicho cha pili kama amepoa ame relax. Lakini pia eh, ame relax kutokana na nafasi eh, za midfield. Wamekuwa hawatengenezi nafasi sana. Kizama, na alipokuwa anacheza na Domeco FC, wanacheza huku chini, wanacheza kwa kuonana. Hawatengenezi tena zile pass ambazo, zile, pass ambazo zinaitwa penetration pass kama alizokuwa akipiga kipindi cha kwanza anachokionyesha ni ile performance ya mchezaji mmoja mmoja kwenda kukionyesha kwa mwalimu kuwa anahitaji kupata nafasi ya kwanza kwanza kwenye kila kikosi awe nafasi ya kwanza kwao. Kwa upande wa Domeco FC mpaka sasa ile muunganiko, baada ya kocha kumwingiza jezi nambari thelathini kuwafanya mabadiliko, unaangalia kikosi cha Tumaini FC ndio ambacho kinaonekana kimeanza kupata uhai mpaka sasa unaangalia wana, wana goli moja, lakini pia wanatengeneza nafasi na kushinda kuzitumia, ni vile vile ambazo linatokea kama kipindi cha kwanza wametengeneza nafasi nyingi lakini. ambapo anacheza pale katika eneo la safu ya kiungo, lakini katika safu ya ulinzi inaonekana bado hana maelewano na golikipa, ambapo anaonekana golikipa ndo ana kazi kubwa sana ya kufanya ile mipira ya ya kuseba, ambao mashambulizi ya Domeco FC yanakwenda kwake kwa kwa. Mpaka sasa Tumaini FC ni kama wamekumbuka shuka wakati pamekucha. Ni kweli kabisa, wamekumbuka shuka wakati kumekucha na kazi wanayo Tumaini FC, wako nyuma kwa mabao tatu kwa moja iko on tatu kwa moja katika uwanja wa City Domeco FC wakiwa wanaongoza ile scoreboard, lakini eh, Tumaini FC wakiwa nyuma kwa mabao matatu wakiwa tayari sasa wazisha bao moja hapa. Yes, mabadiliko yanafanywa na kikosi eh, cha cha Domeco FC, anatoka nje. Ameingia Yunus. Yunus ameingia na ametoka nje mchezaji. Bado tukamwangazia vizuri ni mchezaji gani yule, tunaonekana kama ameumia umia, sawa. Of course yes, ni rahisi. Kama sikusemi ni rahisi. rahisi. Ameamua kupumzika. Eh, labda eh, unajua bwana mpira bwana. <laughs> Watu wengi wanachukulia eh, mpira ni kitu cha masara. Mpira utakutesa sana ukiwa huna mazoezi. Labda yeah, atakuwa tayari kashachoka. Eh, labda pumzi yake inaelekea kuisha na amempisha Yunus amemwambia, bwana brother, endelea. Mpira kama tulivyosema ni undugu, ushikamano na upendo. Mm. Na huu na hichi kitu hapa kinaonyeshwa na kikosi cha Laki eh, Domeco. Pia hata ukiangalia kwa upendo wa mashabiki, mm. Unaangalia mashabiki wa Domeco FC na Tumaini FC ni kama wamekuwa na umoja kwao katika mpira. Mpira ni unaotengeneza undugu kwao. Pale wa lazima atabadilishana namba, atakuwa marafiki siku hata tukiwa wakiwa Domeco FC wakienda Dar es Salaam, wanakuwa tayari wana undugu, wameshazoeana katika mchezo wa leo kwao mpira ni raha, lakini mpira ni burudani na unatengeneza undugu na urafiki zaidi. wanazikosa wanazipoteza, uzembe mkubwa. Alikuwa na hewani akakutana nayo nzuri kabisa, maana kipo alikuwa tayari kashatoka Ibra Kasim. Kitu ambacho tunavyokizungumza hapa ni kile kile ambacho kinajirudia ni kwamba hakuna mchezaji ambaye anasimama na pale mbele kwa kuenda kwenda kuweka goli nyakuni, na kwa upande wa, wa, wa Tumaini FC kwamba hakuna mchezaji ambaye anaweza kuwapa matumaini wachezaji wenzao. Unaangalia jinsi wanazogeleza goli mpaka kwenda ku... katika safu ya ushambuliaji inaonekana kuwa inalegalega, lakini ukizungumza kwa namna nyingine ni kwamba safu ya ulinzi y ya... Si, iko imara mpaka hey, sasa. Japokuwa ameruhusu goli moja mpaka sasa. Joas Kashuku sasa kwenye hatari, kwenye timu pressure, atafanya nini Joas Kashuku? anamemera klo kubwa.